na darsa iliyomalizika tulimaliza kipengele kinachosema ma yaqulu hina jamiuha wa kaifa ya yatiha. Na leo biidhnillahi tabaarak tabaraka ta'ala wa ta wa bimashiatihi subhanahu wa taala tunaingia katika masala ya sita yanayosema tahrimu dubur, haramu wa mume kumwendea mke sehemu ya nyuma Haramu wa mume kumwendea eh, mke wake sehemu ya nyuma. Wa yahrumu alaihi, na ni haramu juu yake an yatiyaha fi duburiha, kumwendea huyo mke wake katika sehemu yake ya nyuma. Eh, limafhumi alayati sabiqa, kwa mafuhumu ya aya ambayo ilikwisha kutangulia inayosema nisaukum wake zenu, harthun lakum ni konde yenu, faatu harthakum anna shitum, basi ziendeeni konde zenu kwa namna mtakavyo, maanake katika hali ambayo yote ile ambayo mnayoitaka ziendeeni katika hali hiyo. Wal ahadith al mutaqaddima, na hadithi ambazo lokisha kutangulia, wa fihi ahadithun ukhra, na ndani yake kuna hadithi nyinginezo Alawal, hadithi ya mwanzo, maanake hadithi ilioksha kutangulia zote hizi zinaonyesha kwamba mtu kumwendea mke wake katika sehemu ya duburi ni jambo ambalo lilikuwa la haramu, halifai. Eh, lakini zinaonyesha vile vile kaifia ambazo zilizokuwa zimeruhusiwa katika sheria. Na pia katika masala hayo kuna hadithi nyingine, nazo ndio hizi zifuatazo. Alawali, ya mwanzo, an ummi salama, kutoka kwa Ummi Salama

na kufika Madina wakachanganyika na watu tofauti tofauti, sije mfahamu. Baada ya kuchanganyika, wakaoana. Sasa katika kuoana kwao eh, wako ambao katika answari waliooa wanawake wa kimuhajirini na wako katika muhajirini waliooa wanawake wa kianswari. Anasema tazawaju min nisaihim muhajirina, wakaoa wale wanawake wa kianswari wakana almuhajiruna na walikuwa almuhajiruna yujibuna, wao wakiwaendea wake zao, wanaendea kwa staili tofauti tofauti, na miongoni mwa staili wakiendea eh, yujibuna, wakiendea kwa staili ambayo inaitwa mujabia au tajbia eh, tajbia maana yake ni eh, mwanamke kuwa kifudifudi au ataeleza miongoni mwa maana zake eh, idarsa. Mwingine akisikia maneno anaona kama makali eh, kama tunamtukana au manake wanaona kama ni maneno ambayo yalikuwa mazito mazito. Hii ni darasa, tumesema walikuwa hajaoa wanaweza wakatupisha katika darasa hili situmefahamu, lakini kwamba ni kitabu ambacho wameandika maulama. Kwa hiyo kila ninachokisoma hapa manake kwamba ni masala ambayo ya kielimu mtu anatakana kwamba ayafahamu. Eh, ikiwa iko karibu na kuoa afanyie kazi, na kama yuko ndani ya ndoa basi ndio tayari kwamba yeye Eh, anaongeza knowledge ya kuweza kufanyia kazi limuhima. Kwa hiyo anasema kana almuhajiruna na walikuwa wale almuhajirun yujibuna wakiendea eh, wake zao katika staili inaitwa tajbia, yani ima anakuwa mwanamke kifudifudi au eh, katika maana zake Sheikh Al-Albani atakuja kuzieleza tajbia baadaye yake inakuwaje, yani inakuwa ni kifudifudi au kwamba mwanamke ameweka mikono yake katika magoti kama mtu aliorukuu au maana nyinginezo vilevile ambazo atakuja kuzieleza, au hiyo mikono ameweka katika ardhi. Ameweka nambari moja. Nambari moja, anasema yani nisaa almuhajirina wal ansar, anakusudia wanawake wakimuhajirina na wakiansar. Na nambari mbili eh, moja na mbili ndio hiyo hiyo, wakanatil ansar na walikuwa eh, wale ansar la tujabbi yani wao walikuwa hawafanyi hiyo tajbia, maana yake walikuwa wao hawaendeo wakezao kwa stahili hiyo ya tajbia. Fa arada rajulun, basi akataka mtu mmoja, min almuhajirina, katika muhajirina, mraatahu, kumtaka mke wake, ala dhalika, juu ya jambo hilo, kwamba mimi nataka tufanye stahili ya tajbia. eh fa abat alaihi, yule mwanamke akamkatalia mume wake hata tasala rasul Allah, mpaka akaenda kumuuliza Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, akaondoka akaenda kumuuliza Mtume alaihi salatu wassalam. Qalat, akasema yule mwanamke, faatathu Umi Salama ndo alosema. Qalat faatathu, yule mwanamke akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fastahiyat an tasalahu, akaona haya kumuuliza, na ni kweli kwa sababu mwanamke ambaye alikuwa ameleleka katika Uislamu lazima ataona haya, hawezi kuuliza, simefahamu. Tofauti na wanawake wa sasa hivi, wanawake wa sasa hivi eh, wametolewa haya. Mwanamke tangu anasomeshwa katika shule huko, anaekwa deksi moja na mwanamme, wanapiga story eh, darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita, la saba, la nane. Na wewe ukionekana una ustazi ustazi kidogo e, huna habari ya kuchanganyika na nake, wao ndio watakuja kukaa hapo, leo tukaeni tufanye discussion na ustazi. Unaona, watu washakuzunguka tu wanataka discussion na wewe. Kama yule jamaa mmoja alikuwa kasoma chuo, yule aliosoma chuo, sasa tena bara, basi sio hapa. Sasa katika kusoma kule bara, kuna maovu mengi katika vyuo. Sio kama ana vyuo vya hapa vina maovu, lakini ukifanya comparison baina vyuo vya hapa na vyuo vya bara, basi vyuo vya bara vinaongoza katika machafu na maovu. Sasa wale wanawake, watu wa chuo wote wale, takriban washafanya nao machafu lakini kuna ustazi ustazi anatoka huko yani, wakaambizana waka, kuna wanawake kama watatu sio wawili, wakaambizana huyu mbona hatujampata huyu? Kwa hiyo wakasema, waka, hebu tuangalie performance yake, somo gani huyu ana performance nzuri, wakaona somo fulani. Kaambia bana, sisi tuna maswali yetu kidogo, tumetatazika nayo katika somo fulani, naomba kwamba ujetusolvie sisi. Basi wakasema sawa Eh, wakaona ni darasa moja tu kombi moja yani wanasoma eh nini moja field moja ile, kwa hiyo wakaona just for discussion tu. Uh, akasija akakatalia kwa akajaonekana kwamba mbaya na kadha na vitu kama hivyo, lakini mwenyewe amesema kwamba atajichunga na ndani ya nafsi yake anajiambia. Sasa waka wakafa nini, wakaambia basi chumba fulani tuje pange discussion. Haya, fika kule, wale wanawake wakajiremba kwa kweli, yani hakuna siku ambayo walikuwa wamejiremba kama siku hiyo wakajiremba kwa maana ya kujiremba. Kufika kule, kuingia kule chumbani, wale alivomona, ashaingia akafunga mlango, kisha funguo wakaificha. Baada hapo, sasa wakawambia, sisi bana, tulikuwa tunataka kusolviwa maswali wala nini, sisi tulikuwa tunataka kusolviwa ili ambalo unalitaka. Sasa hapo sisi tunataka tustareheke na wewe, sasa sijui kama wewe utasemaje eh, na ndo unachunga eh, imani yako utasema zaru lamentary sio eh maana baadhi ya watu wasema, mazali sionekane na wakaribu, yani wa, watu wangu wa karibu yani, hofu yao wao ni kuogopa watu wa karibu, yani sio kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa mwingine anasema azarlamentalivi yeye akasema da, yani hii fursa mimi nilikuwa nikitafuta muda mrefu kweli, yani hii fursa hii nilikuwa nikitafuta muda mrefu sana. Lakini sasa leteni hizo pepa mliosema tusolvili kwanza. Ah, sisi tulikuwa tuna pepo ala nini? Maana yake mtu ambaye alikuwa jiandaa na kitu hicho hana kitu hicho. Yeye lengo lake jingine. Kaambia sisi tuna solve kwa sababu, basi kama hivyo, mimi ningeomba hili jambo muko makolini, lakini isije kwa pengine mmetania tu. Ah, si kwa makolini tu ungekuingiza mpaka huko. Kaambia, kama mko makolini, basi tupangeni muda mwingine, kwa sababu mimi sasa hivi nimekuja kwa ajili ya hii ahadi ya kuja kusolve. Ili tunipangeni usiku muda mwingine. Haya wala akaingia katika 18 zake, anaweza kusudia, sio anakusudia nini lakini amekusudia jambo. Si kama hamna nini, basi niacheni de zangu, tuja kuonana muda huo, lakini wema kweli na iwe siri baina yetu, sawa sawa. Wakamfungulia mlango, mguu mmoja uko shatoka nje na mguu mmoja uko ndani, bado hajatoka kesha, kawambia, mushike adabu zenu. Kumbe nyinyi watu wabaya sana nyinyi eh? Akaanza kuwapakazia pale, kisha akabota lango huyo akaondoka zake wala alikuwa anataka yaya pale kwamba mcheni Allah, mcheni Allah. <laughs> Wasingefahamu kwa sababu watu wenyewe washafurutu ada, washapinda, si mmefahamu. Lakini kwamba Allah amempa taufiki ya jawabu la haraka haraka kwamba watu naende nao vipi, yaani, na Allah kampa wepesi wa kuweza kuchomoka nao basi. Alhamdulillah, akachomoka nao na anakuwa anahudhuria darasani hapa, lakini leo hayupo. Sio kwa maana yuko mbali, yuko hapa hapa Haya sasa, ka mtaulizana iy arizenu <laughs> Naam, sasa anasema mwanamke mwenye haya siku zote anakuwa anaona haya eh, anasema faatathu, basi akamwendea fastahyat, akaona haya antasalhu kumuuliza Mtume saa salam, anasema fa fasalathu Umma salama Akamuuliza Ummu Salama, yani Ummu Salama ndiyo akamuuliza nani? Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam. Ummu Salama manake ni mke wa Mtume. Kwa hiyo huyu mwanamke akaja kwa Ummu Salama, akamwelezea Ummu Salama, ndio akamuuliza nani? Mtume alaihi wa salatu wassalam. Fanazalat, basi ikateremka: nisaukum, wake zenu, harthul lakum, ni konde zenu, faatu harthakum anna shi'tum, basi ziendeni konde zenu kwa namna ambavyo mtakavyo.

nayo ni inkibabu ala lardhi, maana yake kufudikia katika ardhi. Maana yake kwamba ee, yule mwanamke anaku anafudikia katika ardhi, kisha mwanamume anakuja kwa nyuma yake, lakini anaikusudia ile sehemu ambayo ilikuwa halali. Wa fil qamus, na katika kamusi ee, kuna wajaba au wajaba tajbiya eh, ee, wada yadaihi yani kwamba wadhu yadayhi ni, ni kuweka mtu mikono yake ala rukbatayhi eh, juu ya nini ju ya magoti yake au ala ardhi au juu ya ardhi au inkaba ala wajhihi au akafudikia kiusouso. Mefahamu, ndo inaitwa stahili izozote, kwa sababu mtu ambaye atakeweka magoti yake bado uso ameelekeza chini, yani yule ambaye alokuwa ameweka mikono yake kwenye magoti uso amewelekeza chini, na yule ambaye mikono yake aliweka chini vilevile vile, uso amewelekeza chini na uso wenyewe kufudikiza chini pia ameweka chini walo, hizo walooaizostahili wanazifahamu smefahamu ndio zinaitwa staili. Ile inaitwa vipi? Tajbia, inaitwa tajbia staili hiyo. Eh, sasa mwingine anasema si kwamba tungeona jambo practical ya mfano ongogoongo yaani, kwamba hilo tayari jambo lenyewe lishajieleza kwamba hiyo tajbia iko ikoje? Umefahamu, kwa hiyo ni katika staili ambazo eh, Uislamu umezielezea na ni katika mafunzo ambayo Uislamu uliokuwa umeelezea ume na nambari tano aliposema fi simamin wahid ai maslakin wahid, maanake katika sehemu moja ya kupita ile sehemu. Fi nihaya katika kitabu an nihaya, nihaya tu ni kitabu cha ibnul Athir, ameelezea maana ya asimam na akasema an asimam eh, ma tusaddu bihi eh, alfarja ni kile ambacho kinatumika eh, kuzibiwa nini, kuzibiwa utupu, kustiriwa utupu fasumia alfarju bihi, basi utupu ndo ukaitwa kwa jina hilo, kinaya tukaitwa. Eh, kwa hiyo simamu maanaake kile kinachostiria utupu kikaziba ule utupu usionekane, ile sehemu ya siri ndo inaitwa simam. Kwa hiyo sasa nae tupu wenyewe ndo ukaitwa kwa jina lile ya simamu, maana yake kwamba ndo huo utupu wenyewe. Nambari 6 anasema akhrajahu Ahmad, amesimulia Alimamu Ahmad katika juzuu eh, ya sita ukurasa mia tatu na tano, na tano na hadithi nambari mia tatu na kumi mpaka mia tatu na kumi na nane wasiaku lahu na mtiriko wake wa Tirmidhi, na vile vile amesimulia Imam Tirmidhi juzuu ya tatu ukurasa wa sabini na tano wasahahahu na akaisoisha al-Imam Tirmidhi wa Abu Yaala, na vile vile Abu Yaala katika juzuu ya kwanza ukurasa mia tatu na ishirini na tisa wa Ibnu Abi Hatim

Halaktu, mimi nimeangamia. Qala, mtume akasema, wama ladhi ahlakak, na kitu gani ambacho kilichokuwa kimekuangamiza wewe? Qala, omar akasema, hawaltu rahli allailata, kwamba mimi jana nilibadilisha eh, ule mwendeo wangu wa kumwendea mke wangu jana. Maanake staili ambayo niliokuwa eh, nimemwendea mke wangu sio ile staili ambayo niliokuwa namwendea siku zote, nimebadilisha staili, naona kama nimefanya makosa

vyovyote vile ambavyo mnavyotaka, baada ya kushushua hiyo, Mtume sa salam akasema, yaqul Mtume akasema, aqbil, mwendee kimbele mbele mke wako kwa stahili ya kumwendea upande wa mbele wa adbir, na mwendee katika stahili ya kumwendea nyuma, manake mgongo wake ukawa umeuelekea wewe eh, uso wake ukawa umeelekea mbele. Pia ni katika stahili ambayo kwamba mwendee mke wako wattaqi dubura, lakini katika hali zote hizo, stahili zote utakazomwendea jiepushe na ile sehemu ya nyuma eh, wataki dubura, jiepushe na ile sehemu ya nyuma, wal haidhata, na sehemu ya hedhi. Maana yake ule wakati wa kutoka hedhi, basi jiepushe nao katika ile sehemu ambayo inatoka hedhi, yaani ikitoka hedhi, basi sehemu hiyo unatakana ujiepushe. Simefahamu sehemu hiyo, jiepushe kwa sababu ina madhara kwa mwanamke akifanya tendo la ndoa, kadhalika na mwanamme vilevile ina madhara na haya yanatakikana kwamba mtu asome dini awe na imani, ndio ataweza kuyafanyia kazi. Kwa sababu wewe, mtu akija tu akisema kwamba meamtaka binti yako ukamuozesha, lakini hana imani hana, hana hofu ya kumwogopa Allah. Wanapokuwa faragha, wanaweza wakawafanya zaidi ya machafu zaidi, wanaweza ka, wakayafanya kwa sababu hakuna imani ya kumwogopa Allah subhanahu wa taala. Nambari moja anasema Eh, kana birahlihi an zaujatihi, amefanya kinaya ya, ya ile staili ya kumwendea mke wake eh, arada bihi ghishyaniha, amekusudia kwa kinaya hicho eh, cha kumwendea mke wake ghishyanaha, yani amekusudia ni kule kumwendea katika staili ambayo ya huyu mwanamke akawa eh, ame amefanya nini ame amekuwa chini yeye akawa iko juu. Na kheshian wanasema ahlulilmi, maana yake jimao. Kheshianu maana yake nini? Jimao. Na panasemwa wa ghashiya rajulu zawjatahu wa ghashiya rajulu zawjatahu eh, manaake idha jamaha eh, kwamba mwanamme atakapomwingilia mke wake, basi ndo ina, inasemwa ghashi ya rajulu zaujatahu, yani mwanamme akimwingilia mke wake inasemwa kwamba ghashi ya rajulu zaujatahu, kwa maana amemwingilia ala wa alaha nakawa juu yake eh, kwa maana mwanamme akawa juu yule mnane mwanamke akawa yuko chini. Lakini maelezo pia Sheikh Al-Albani amealeta anasema, fi qubliha ay arada bihi ghishyanaha, amekusudia kwa kwa kinaya chake hicho kumwingilia yule mke wake fi kubuliha, katika utupu wake wa mbele, minjihati dhahariha, lakini kupitia nyuma ya mgo mgongo wake. Siimefahamu yani, kupitia nyuma ya mgongo wake, lakini anachokusudia yeye ni kuendea ile sehemu ambayo ilikuwa ya halali. Sasa yeye Omar ibn Khattab akaona du, leo mbona nimeenda overdose, nimeenda mno, yani nimeenda katika staili ilikuwa, yani nimevuka ile zile stahili za kawaida. Sasa akaona kama kashangamia, amefaa jambo la makosa hivi eh? li anna almujamia kwa sababu yule mwenye kufuata ndorajimai, yaalu lmarata anakuwa juu ya mwanamke eh? wayarukubuha, na humpanda huyo mwanamke mima yali wajha, katika ile sehemu ambayo inofuatia uso wake wa mwanamke bihaithu, kwa namna ambayo eh, eh, rakbaha, humpanda min jihati dhahriha, kupitia nyuma ya mgongo wake kana anhu bitahwili rahlihi ndo akafanya kinaya e, kwa kuwa amebadilisha ule mwendo wake ambao anaomwendea, sijui mefahamu. Kwa sababu staili ilizoeleka ni watu kupeana uso, sijui mefahamu. Sasa yeye ikawa kwamba amebadilisha ile staili, amekwenda na staili nyingine. Wengine wanaona leo stazi unatukana tu. Haya, <laughs> mefahamu Yaani hapana, hatutukane sisi, tunasomeshana umefahamu? Hii ni darasa ambalo tunafanya nini, nasomeshana na hayo anachoni ameeleza. Kwa hiyo maana yake kwamba lazima afanye nini, yafahamike. Sasa wengine wanasema "Ah, hayo si ya kusomeshwa. kama si ya kusomeshwa sasa, eh, nani ataweza kuyafahamu yaani katika Waislamu tayari ndio akatumia kinaya bitahwili rahlihi, yani kwamba kinaya ya kubadilisha nini, kule kumwendea kwake. Ima yurida bihi, ima anakusudia almunzal walmawa, anakusudia maana yake kwamba ile sehemu ya kuteremsha na yale mafikio wa ima yurida bihi rahlu alladhi daima, anasema

sijui mmefahamu? Kinaya tukitafsiri kwa fumbo, au nimebadilisha mafikio yangu jana usiku, yani usiku wa jana kwa fumbo, mefahamu. Wa imma yurida bihi rahlu alladhi turkabu alayhi aliblu, au panakusudiwa kile kipandio ambacho upandiwa nacho ngamia, wa huwa al kur, nayo ni al kur, yani kwamba ngamia kegemeo, kile ambacho ngamia anapandiwa kisha mtu anakaa, jua anaegemea. Sijui mmefahamu, inaitwa rahli vile vile. Ima atakuwa nakusudia hicho fumbu, mwja, kwa sababu yeye kakusudia fumbo hajakusudia moja kwa moja kuweka wazi, lakini kwamba panajulikana nini ambacho kilichokuwa kimekusudiwa. Na kesha kwamba alokupelekewa ile fumbo nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akamtegulia fumbo lake, ili iangalie hayo katika An-nihaya athalithu ya tatu.